Makofi kwa amjanamjango. Tena nimefurahi kukua na nyinyi kanisani hapo na sio nikuura. Nimekuja kwa mwaliko, silizo na mwaliko nimeutimiza kwa sababu ninyi ni watu wangu wote. Wotza sinifo nalondile khuvandu vavambukhe injira

Advocate for me, yeah. Jina langu limetembea na jina la Watibini lizifufyacinivo yeah. Kwa sababu jina Watibini ndio mwanzilishi wa kiminini, si mnaelewa? yeah. Duka ya kwanza kutoka kwa mzungu kwenda kwa Mwafrika Watibini ndio alichukua. Ya pili kutoka kwa Kalasinga

Unajua kabla zijaapishwa itaapishwa hivi karibuni, ilitokana last week, lakini wakaenda Senate. Sasa labda ni this week ama next week itaapishwa, tuanze kujenga tauni yetu saahi, sio soko. Sasa nafanya tauni tauni yetu, tuende mbele. sida mengi kwa sababu ya muda E, nitawasi muwo watulivu na mchange kwa ukarimu. Unajua, kuchanga ni kuweka hazina yako mbinguni, si hivyo? Kuchanga hii kanisa ni kuweka hazina yako mbinguni, si juzi? Tumejaribu kidogo hapo kujenga kanisa na eh eh, tukaona ukuta e, tukaona ina inakuwa mzuri. Mkijenga sitamwacha tatembea na nyinyi, ukienda mitoto watakueleza jina lako yes tunatoka mitoto wengine. Jina mm -hmm. ya Watibini siko hao, nimetembea nao, hata wakitaka gari ya kuwasafirisha mahali mimi wanawapa. Mm -hmm. Eh, hey, wanasafiri kama matanga ama harusi, ninawapa mm -hmm. lakini kama nyinyi mtanileta karibu sitamuwacha pia, sinivo? Tutatembea yeah. kwa pamoja. Naona ni marafiki wako wote, sasa siinaanzia wapi na malizia wapi nyinyi mm -hmm. hey, wote ni marafiki sinivo? Sasa tutatembea kwa pamoja, hii jengo mpaka litaishi, especially mm -hmm. hizi ikianza kupanda chao kidogo, msimi wache mnatembani duaakiil

Kaf Media, a voice of story. Usikose kufuatilia chaneli yetu kwa taarifa za kina. Kumbe tu zinapojiri.